Ha, niko vizuri, namshukuru Mungu, mambo yanasonga, mambo yanasonga safi kabisa. Eh, imekaa vizuri kabisa ya na, so, kama ulivyonisikia bwana, nataka kufahamu kile ambacho ulikiandika kupitia kwenye Instagram yako kuhusu kile ambacho alikizungumza eh rais wa Yanga Injinia Hersi Said pamoja na rais wa vilabu. yes of course, mimi sikufaa sikubahatika kuangalia interview nzima mm, kutokana na majukumu yangu lakini nilibahatika kuona sehemu ya interview yake Semese, no, sehemu ya speech yake sehemu ya speech yake ambayo uh, alikuwa anaitoa sasa. Niseme kitu kimoja, unajua eh, alikuwa na kuna, katika hiyo sehemu ambayo nimeiona mimi alikuwa anazungumzia changamoto ambazo vilabu vya Afrika vinapitia, sio vilabu vya Simba na Yanga vya Afrika vinapitia, lakini by the way mifano yake mingi alikuwa anaitoa Yes, kupitia timu za nyumbani hapa Simba na Yanga na vitu kama hivyo. Kwa hiyo katika sehemu ambayo mimi nilikwazika na sikufurahishwa nayo ni ile sehemu ambayo aliitolea Simba mfano kama klabu ambayo haiko vizuri kwenye, kwenye idara ya uongozi, yaani uongozi wake kama unayumba, si ndio? Eh, manake poor governance, na akatolea mfano pia Yanga kama klabu ambayo haiko vizuri financially. Manake financial stability yake iko ni ndogo. Uh, lakini vilevile akazungumzia passion ya mashabiki wa Afrika kwenye swala la kupenda mpira na timu zao na vitu kama hivyo. Akadisplay pale mashabiki wa Yanga. Of course ukaenda kuangalia ile klipu utaona alidisplay pale mashabiki wa Yanga, mashabiki wa Yanga. Uh, lakini vilevile vile akaonyesha baadhi ya changamoto ambazo zinatokana na timu kutofanya vizuri kwa sababu ya uongozi mbovu, mashabiki wanakuwa hawaendi uwanjani na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kesi stadi yangu nitaitumia kwenye haya mambo ambayo nimeyazungumza. Jambo la kwanza kwenye swala la uongozi mbaya, nafikiri ametoa mfano mfano wa wa mbali mbali kidogo. Unaweza ukajiuliza mfano wa mbali kivipi? wakati Simba ipo nyumbani tu hapa naiona kila siku, lakini nafikiri klabu anayoiongoza ni mfano mzuri zaidi. Sasa kama kwako kuna mfano mzuri zaidi, kwa nini utoe wa jirani yako? Si unanielewa vizuri, Yanga kwenye swala la management managerio, si umeelewa, haiko vizuri hivyo. Yeah, management au managerio, unajua uongozi wao kueleshe kitu. Uongozi kwa aina mbili kwenye mpira, kwenye football, mimi kwa ninavyofahamu, kuna aspect ya kuimanage team, timu inapata accommodation zote wachezaji wamelipwa mishahara wanapata wanalala sehemu nzuri wanap, yani wanapata zile mahitaji yao ya msingi yote muhimu, alafu huo uo, uongozi wa mpira kuna eneo la ufundi. Je, kuna viongozi wa kiufundi ambao wanajua kutatua changamoto za kiufundi za timu kama kwenye mambo ya usajili na vitu vingine vingine ambavyo vinahusisha mambo ya kiufundi ndo uongozi unatakiwa uwe balance katika engo hiyo, yaani mambo ya management pamoja na ufundi. Kwa hiyo timu kufeli kwenye kwenye kwenye ufundi haimaanishi imefeli kwenye kwenye management au uongozi mzima umefeli. Timu inaweza ikafaulu kwenye ufundi, kwenye management ikafeli. Sasa ni kwa nini mimi nikaamini kwamba yeye alipaswa kutoa mfano kwenye klabu yake? Juzi kati hapa walikuwa wanadaiwa kitu ambacho kwa klabu yenye hadhi kama ya Yanga sioni kama ni jambo zuri kudaiwa na mchezaji, sijui hujamalizia signing fee. Timu ambayo inaongoza kwa kuachana na wachezaji na vijembe na kesi zao kupeleka kasi na hatimaye FIFA wanakuja wanatoa sanction ya, ya kufungia labda dirisha la usajili ni Yanga hapa. Karibuni unaweza kupitia hata miaka sita hapa uwezi kusikia Simba wamepelekwa kasi na mchezaji kwa sababu ya madai, lakini Yanga ukienda kule kesi zao nyingi unakutana nazo hizo, wanadaiwa daiwa sana na wachezaji, manake tayari kwenye management kuna changamoto hiyo, si unanielewa vizuri we, ingepaswa atole mfano yale, yes, yani si poor governance ndio, hmm, manake uongozi mbovu, maanake hata huo pia un, ni uongozi miongoni mwa sehemu yenye uongozi mbovu ni kwake, kuna yale, kuna kuna vingine ambavyo Professionalism, sometimes inakuwa haipo, majungu majungu kwenye peji ya klabu na nini nani, kuna vitu hivyo. Hiyo sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili akazungumzia financial instability. Unajua kwa nini amedisplay, mashabiki wa Yanga wanaenjoy, wanaenda uwanjani kwa wingi, wana nini wana nini kwenye ile sehemu ya passionate of the of the game laba au passionate of their team, na vitu kama hivyo, kuonyesha kwamba mashabiki wapo, ila timu hai haipati wadhamini simenelewa. Kwa hiyo hiyo ni changamoto, unaelewa bwana. Hiyo ni changamoto ya kwanza. Sasa lakini pengine ameamua kutoa kwake, angeweza kutoa kwa kwenye timu mbalimbali ambazo zinapitia changamoto za uongozi timu zipo nyingi na maana pengine labda haku, hakufanya review yeye. ni, ni, ni, ni, ni, ni rais wa, wa vilabu vya Afrika sio vya Simba na Yanga. Afrika amereview, amegundua Simba ndo ina uongozi mbovu katika vilabu vyote vya Afrika, jambo ambalo mimi kwa upande wangu na, na, na, na doubt sawa. Kuna treatment wachezaji wa Simba wanapata, wachezaji wa Yanga hawapati. Pre-season bora pre-season bora Tanzania, hakuna timu inapata ina, ina, ina, ina, ina maandalizi bora ya mwanzo wa msimu kama Simba Tanzania hii, hakuna timu. Zingine zinatamani zikafanye pre-season sehemu ambazo zina utulivu zina e, zina, zina facilities zote za, za, za, za, za kumfanya mchezaji kupata maandalizi bora na vitu kama hivyo, sehemu zenye kila aina ya kitu ambacho kinahitajika kwenye pre-season, lakini hawapati au sio kwamba hawapati, pengine wanashindwa kumudu vitu kama hivyo, lakini Simba wanaweza. Si nanielewa vizuri, lakini klabu yake inafanya pre-season wapi? <laughs> pale pale ambapo wachezaji wana wanamaliza wanaspendi msimu mzima wana wana wanafanyia wana, wana, wana mazoezi pale, wanalala pale, wanafanya kila kitu pale, timu kutofanya vizuri. Ndo maana nikaigawanya hivi kwamba kuna uongozi ambao unatakuwa udili na mambo ya kiufundi na uongozi ambao una manage team kwenye mambo mengine accommodation na mambo mengine ya msingi ya wachezaji, umenielewa. Kufeli sehemu moja, sio kwamba ndio uongozi mbaya, ni vitu ambavyo unaweza. Sasa tunarudi kwenye point, kwa nini mimi nimekataa sana hili swala yeye. Yeah, ametolea mfano negative kwa yanga kwenye swala la financial stability alafu upande wa Simba ametolea swala la poor governance miongoni mwa sehemu ya kubwa ambayo vilabu vinaweza vikanufaika kwenye mapato ni sponsorship pamoja na investment kutoka kwa wawekezaji si ndio? Ukienda ukareview wawekezaji wanazingatia, wana, wana kitu gani zaidi kati ya timu ambayo haina uongozi mzuri na timu ambayo haina eh, haina, haina haina changamoto za kiuchumi? Utagundua wawekezaji wengi wakiona timu ina changamoto za uongozi wanazikwepa, kwa sababu ile tayari tu ni red flag, maanake ni onyo la kuepuka. Yani mwekezaji akishaona tu hapa kuna uongozi mbaya, atajua kuna, kuna matumizi mabovu ya fedha, kuna mgawanyiko, kuna kushuka kwa brand ya, ya, ya klabu. Umeelewa, vitu ambavyo mwekezaji anashindwa ku, ku, ku, kuamini hiyo hiyo timu na kuweza ku, ku, kuamua kudisappear. Kwa hiyo kitendo cha yeye kuipointi Simba kama timu ambayo ina uongozi mbaya, maanake anaenda kwa, kuathiri moja kwa moja ile taswira ya wawekezaji kuelekea kwenye klabu ya Simba, tofautisha na financial stability, ambayo kwa mwekezaji inaweza ikawa kama fursa, kwamba anaona mimi nikienda, nikistabilize hii hii ili swala la uchumi klabu ikikaa vizuri kiuchumi, mimi visibility yangu itakuwa kubwa zaidi, nitazungumziwa zaidi, kabla ya kuja fulani timu ilikuwa hivi, sasa hivi iko hivi. Kwao ni kitu ambacho sio permanent, ni temporary ambacho kinaweza kikawa fixed kwa kupitia nini? Wawekezaji. Kwa hiyo ina maana ameiathiri timu indirect kwa kuaminisha watu kwenye jukwaa kubwa kwamba Simba inakuwa governance, kwa hiyo hata wadhamini wanaweza wakaichukulia katika picha hiyo, alafu kwake akajipigia chapuo kwamba kuna financial instability, lakini mashabiki wanahudhuria mechi zao nyingi, kwa hiyo akatumia kama sehemu ya kujipromotia apate wewe wadhamini. Si unanielewa vizuri, kitu ambacho mimi naona amekitumia kimkakati sana. Sasa nije kwenye sehemu ya washabiki ambao wametolea mfano ambayo ntarudi tena kwenye ile, ile kauli haikuwa sawa, hata... ha, iyo, iyo, je, iyo, haikuwa sawa. Yeah. Tukija kwenye financial instability na mashabiki kuwepo, anaonekana mashabiki wa Yanga ama wa display pale, wanapita na mabodaboda na nini na nini na nini na vitu kama hivyo, akatolea mfano akasema, kwa mfano ukiangalia mashabiki asilimia kubwa hawajavaa hata jezi za klabu na vitu kama hivyo, lakini kuna wale wa mbele wanaonekana wamevaa jezi za Yanga, inaonekana ni msafara wa Yanga. Very good, lakini haya mambo anayapitia yeye au anayatolea mfano yeye Sos ni uongozi wake yeye, sos ni uongozi wake yeye. Wewe huwezi ukawa unasema klabu ina ina changamoto za, ki, za kifedha alafu timu ina, inaenda kucheza michezo ya Champions League, unaingiza mashabiki bure, si unanielewa? Unaingiza mashabiki bure, mashabiki watajaa, mashabiki watajaa, lakini wale mashabiki wa kibiashara hawana faida kwa mwekezaji wala kwa mdhamini Umeelewa? Yaani wale ni zero investment kwa mwekezaji, kwa mdhamini, kwa hawataki mashabiki wa vile. Kwa sababu mashabiki wanaingia bure. Nani amewawekea ame ame hiyo system ni yeye. Mashabiki hawanunui jezi, very good. Kwa nini anunue jezi wakati anajua ikifika mwezi wa wa, wa, wa, wa pili hapo watapewa jezi moja kwa elfu kumi na tano na jezi ya nyongeza juu. Kwa nini wanunue jezi mwanzo wa msimu? Si ndio imekuwa kaida, ikifika siku fulani jezi zinauzwa elfu kumi, elfu kumi na tano na unapewa na nyongeza juu. Kwa nini ninue elfu arobaini mwanzoni mwa msimu? Kwa hiyo ina maana yeye ili tatizo amelianzisha yeye. Umeelewa? Jairuti aliweka ali, ali vipengele vyake vya kimkataba, ambapo wanamcriticize mpaka leo. Lakini mimi ukiniuliza, yanga kwenye jezi wanapata nini? Sijui huyo ambaye ana supply jezi ni nani? GSM, si ndio? Sasa yeye yeah, anawapa, anawapa, anawapa nini kwenye jezi? Mkataba wao umekaaje, yaani pale kwenye jezi? Kwa sababu timu sawa, ina financial instability lakini nini kinapelekea, kwa nini klabu hainufaiki na, na, na, na, na, na ishu ya merchandise? Kwa nini klabu hainufaiki na mauzo ya jezi? Mimi sijui, si naelewa. Sasa eh, mimi sijawai kusikia ufafanuzi wowote. Haya, ukija kwenye swala la transformation, kwa sababu uongozi mzuri pia unatakiwa uwe ufanye mambo yaende kwenye kwenye kwenye, kwenye mlolongo unaotakiwa, si ndio? Unaoeleweka, Yanga kwenye transformation yao wamefikia wapi? At least Simba sawa, tunajua imekwama, lakini imekwamia hapa. Yanga wao wamekwamia wapi? Mimi ukiniuliza leo, yani umuulize mtu yote, mwambie Yanga, mchakato wao wa mabadiliko umefikia wapi, atakujibu? Wao wanaangalia Simba tu. Simba sui nini, bilioni 20 haijawekwa sui nini. Wao wamekwamia wapi? Eh, wao wamekwama wapi kwenye mchakato wao? Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo mimi nadhani angeviongele angevi onge, zungumzia kiongozi wa vilabu vyote Afrika. Yeye ndo rais, alitakiwa afanye review ya kujua changamoto gani ambazo zina affect vilabu vyote, na anavotolea mfano atoe mfano wake continental, yani kwa bara zima, kwamba hii changamoto hii inaongoza na nini na nini na vitu kama hivyo ambavyo ataje. Lakini yani kwa nini, yani hujanielewa pointi yangu yule ni rais wa Yanga ambaye yang, ambao Yanga ni wapinzani wakubwa na wa waki, waki, kitamaduni wa Simba. Kwa hiyo anavyoenda kwenye kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, meeting eh, kwenye jukwaa kubwa kama lile na kuanza ku kuonyesha kwamba mpinzani wake ana uongozi mbaya, hiyo ni kukosa uweledi kwenye uongozi, kwa sababu tayari anaenda kuonyesha picha kwamba Simba inapitia changamoto za kiongozi. Jambo ambalo mimi nimetoka ku doubt. Si so, njia mojawapo ya kuitangaza Simba zaidi. Like. Of course kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye media tunasema hakuna negative publicity. Hiyo inajulikana. Lakini e, muda mwingine ki, ki, ki kawaida media ndo zinaweza zika, zika, zika damage, zika damage image ya ya kitu. Si unaelewa? Kwa sababu ingekuwa hiyo neno watu wanalichukulia serious. Media zisingekuwa restricted kwenye baadhi ya mambo. Umenielewa? Kuna vitu ambavyo wewe unajua huwezi kudhubutu kwenda kuvifanyia reporting, si ndio? Kwa nini kama hamna negative publicity, leo hii mdhamini anavyoingia kwenye timu, anasikia tu habari kwamba hii timu ina uongozi mbovu, ina uongozi mbovu, ina uongozi mbovu, itakuwa madness yeye kwenda kuweka investment pale, sio rahisi. Lakini anavyosikia hii timu ina uongozi bora, mashabiki wanajaza uwanja, wana nini, lakini ina changamoto ya kifedha. Anaamini mimi ni nafasi yangu ya kwenda kutatua hizi changamoto za kifedha ili biashara yangu iwe visible kwa, kwa watu wengi na mioyo ya watu waniamini mimi, unanielewa? Kwa hiyo amekosea, amekosea unasema? Ndio bana, nimelikwepa hilo swali. Sitaki kumfundisha kazi lakini changamoto za mpira wa Afrika zipo milioni, sio tu kwa Simba na Yanga tu imenelewa. Na kuna vitu ambavyo kitamaduni alitakiwa avibadilishe, ambavyo siwezi kumwelekeza yeye, ndo kazi yake, akafanya review vizuri, ambavyo vimeendelea kufanywa kimazoea, si unaelewa? Kuna baadhi ya timu zimejimilikisha mpira, nafikiri yeye alitakiwa aje asort. Unajua, mara nyingi viongozi wa ukanda fulani wanapoingia kwenye uongozi, kuna vitu wanaenda kuvifanya ambavyo vinaenda kufavor ule ingawa, sio unaweza kusema sio ni, lakini at least ana, anafanya kwamba hizi timu zisiwe chini ya vivuli vya hawa. Kuna haya ndio matatizo makubwa zaidi ambayo yanaikabili Afrika hiyo, <coughs> yani wa Afrika, kuna timu Afrika zipo very top regardless of their form. Yani wawe bora msimu huo wasiwe bora wa nini, kuna favoritism nyingi watakutana nazo. Kuna magepu ambayo yamejitengeneza, ambayo siyo ya ufea ni magepo yaliyotengenezwa kutokana na unufaiko wa viongozi wakubwa wa juu wa ukanda fulani na vitu kama hivyo, ambavyo mimi nilitamani nili, nili kuona yeye anakuwa picha ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya viongozi wengine wa mpira kuingia kwenye system ili waje kufix haya matatizo ambayo yanatokana na mfumo mbovu wa kiuongozi wa, wa, wa, wa, wa, wa timu, si umenielewa? kwa hiyo mimi nachoweza na, na kusema ni kwamba kulikuwa kuna mambo mengi ya kuweza ku, ku, kuzungumzia sumenilo, ambayo yangeweza kuwa na msaada kwa mpira wa Afrika kwa ujumla kuliko kwenda ku, ku, ku, ku display eh, kwa watu ionekane kwamba sijui Simba ndo ina uongozi mbaya na nini na nini na nini. Kwa sababu leo hii mimi nakwambia kitu kimoja, hii inamalizia tu. Yanga inafanya vizuri, inashinda mechi zake maybe na pamoja na Simba labda kupitia hichi kipindi cha cha kupoteza mechi kadhaa na vitu kama hivyo, inaweza kaonekana Yanga inafanya vizuri pia, lakini ukitaka kujua pale Yanga pia uongozi hauko stable, subiri Yanga ianze kufanya vibaya, utakuja kuzuka mambo. <laughs> mambo, <laughs> utakuja kujua tu uongozi unafeli wapi, nini kinapelekea, na sasa hivi utaanza kusikia. Na uzuri Yanga sio wavumilivu kama Simba, yani shoti ya wiki tatu tu mambo yanaanza kuibuka. Tofauti na Simba mambo ataenda tu, kila mtu atasema hili atasema hili, kwa sababu hawajui wao, mashabiki wa Simba, tatizo liko wapi. Mashabiki mashabiki kumi wanaweza wakawa na maoni tofauti tofauti, huyu akawa naamini hichi ndio shida, huyu anaamini hichi ndio shida. Ni kwa sababu of course tatizo halipo sehemu moja useme kwamba hili. Aah, mimi tatizo ambalo Simba inaliangusha nalijua vizuri sana. Kwa hiyo nachohitaji sitaki kulisema kwenye media. Nahitaji mashabiki wa Simba, ma influencers wanitafute mimi. Nitawaambia tatizo A200. Hey, nini wa kutafuta? Siku yote uko tayari. Eh, hey, niko tayari. Nitawaeleza mimi tatizo la Simba lilipo, najua ni wapi, na nitawaeleza from 1 to 100 from A to Z. Kwa nini mashabiki na sio ma uh, influencers? Sasa wao si ndio wana wanazozana? Wana huyu um, anasema tatizo huyu, huyu anasema tatizo huyu. <laughs> Huyu anasema tatizo hichi, huyu anasema tatizo uwanja, yule tatizo sijui nini. Mimi ndo ninayejua tatizo liko wapi, mimi wanitafute. Na umekana sababu yako, bila sababu. Ninazo, siwezi kuzitaja hapa kwenye media na nina sababu zangu kwa nini sitaki kuzitaja, ila nazijua. Wanitafute ma influencer, nitawaambia from one to hundred tatizo la Simba. Nimekaa chini, nimereview, nimejua ni wapi shida.